Tumsifu Yesu Kristo. E, ni askofu wa Isaac Amani, askofu wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, na ninayo furaha kubwa kwa neema Mungu aliyotujalia kuadhimisha Pasaka mwaka huu. Tunatarajia tuingie Jumatakatifu, juma takatifu kwa moyo mkunjufu na shukrani, kwa sababu huu ni mwaka wa Jubilei. Pia wapendwa, familia ya Mungu, ni jambo la kumshukuru sana kwa ajili ya neema zake na baraka ambazo tunazihitaji daima kwa maisha yetu na maendeleo yetu. Katika salamu za Pasaka kwa mwaka huu ni maneno matatu: amani iwe nanyi. Yesu mfufuka alitoa salamu hiyo kwa wafuasi wake waliokuwa wamekaa mafichoni wakiogopa kwamba wangeuawa kama bwana wao. Alipowatokea anawasalimia, amani iwe nanyi. Nasi pia katika maandalizi yetu, kila mtu amejiandaa kwa namna yake, kwa pamoja na kwa binafsi. Tunafuata mfano wa wafuasi wa Emaus ambao walipotembea na Yesu njiani, alijifunua kwao, akiwaeleza umaana hasa wa uwepo wake katika maisha yetu. Yesu aliwaambia kwamba ilimpasa Kristo ateswe na hivyo aingie katika utukufu wake. Ndivyo Injili ya Luka inatuonyesha kwenye sura ya 24 aya ya 26. Kwenye Biblia tunafundishwa kwamba Yesu mfufuka aliziangazia akili za wafuasi ili wapate kuelewa maandiko matakatifu. Aliwaambia, ndivyo ilivyo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 aya 26. Ndugu zangu, kwa maneno hayo tunaelewa kwamba ufuasi ni lazima ujengwe juu ya msingi wa toba. hatuwezi kuwa wafuasi ambao hatujatubu. Kama vile pia mtu asipo oga anakuwa na uchafu, harufu sio nzuri. Toba inatusaidia kuwa safi mbele ya Mungu na mbele ya watu, lakini sio toba tu kwa kutubu dhambi zetu bali kupokea na kutoa msamaha, tupate msamaha wa dhambi zetu, makosa yetu. Tunaposameheana tunapeana huduma ya kimungu. Kumsamehe jirani yako, unatoa msamaha wa kimungu, anakuwa na amani kwa kuwa umsamehe kosa alilokufanyia. Lakini zaidi ya hayo, Kristo mfufuka anatuambia tuwe ni watu wa ushuhuda, mashahidi wangu. Tunatoa ushuhuda wa maisha mapya yatokanayo na kufuata atakayo Mungu. Tukirejea katika maandiko, Yoshua bin Sira anatufundisha kwa maneno haya, sura ya 25 aya ya kwanza, anasema: moyo wangu wafurahia mambo matatu, mambo yaliyo mazuri mbele ya Bwana na wanadamu: ndugu wanaopatana vizuri jirani wenye uhusiano mwema, na mke na mume wanaoishi kwa furaha. Tunapoadhimisha Pasaka, tuelewe kwamba Pasaka kwa kweli ni maisha mapya ya kuvuka kutoka hali ngumu na kuingia kwenye hali nzuri zaidi. Pasaka ni kutoka kwenye hali ya utumwa na kuingia kwenye uhuru wa kweli. Pasaka ni kuwajibika na safari ya kwenda nchi ya ahadi ambayo ina mema tele lakini kuna jasho hapo katikati, tuvuke salama kwenye jangwa hilo la Sinai. Yosha bin Sira anatuzungumzia kuhusu ndugu wanaopatana vizuri. Je, hatuoni kwamba sasa hivi kuna umuhimu na ndugu atazamane usoni na machoni ili waweze kupatana vizuri? Migogoro midogo midogo yanaweza kutokea, lakini ndugu asipoweka pendo mbele, wewe ni ndugu yangu tukae vizuri, tupatane. Kumetokea changamoto, tusuluhishe pamoja, ndio undu ndugu wenyewe. Sasa kunaona mafarakano mbalimbali kwenye maeneo, ndugu akitafutana kwa ubaya, wakitafutana mambo mabaya na kuumizana. Yosha bin Sira anatuambia Pasaka basi tuwe na nia thabiti ya kurudia na kurejesha undugu kati ya wanandugu, tuweze kupatana vizuri. Na la pili jirani wenye uhusiano mwema. Kristo ni mpatanishi. kufa kwake na kufufuka kwake kusipoonekana katika ujirani wenye uhusiano mwema, bado hatujapokea ukombozi. Amekuja kutupatanisha na Mungu na watu, na ni katika ujirani wanaokaa vizuri, wanaoheshimiana, wanaolinda katika maisha yao tunu za utu, heshima na upendo, hayo ndio ambayo yatadhihirisha tumempokea Kristu mshindi kwa njia ya kuadhimisha ufufuko wake na kurudia maisha ya uzima wa milele. Lakini la tatu ni mke na mume wanaoishi kwa furaha. Kwa furaha mke na mume. Kwa nini mtu anaoa, kama sio kupata furaha? Ni nini mtu anaolewa, lengo si furaha? Lakini wasipoifanyia kazi hiyo furaha, furaha ni ile hali ya ndani ya utulivu unajisikia salama mbele ya mwenzako unapojisikia vizuri kwamba mwenzako yupo karibu nawe, anaondoa changamoto zako, mkisaidiana wa kwanza kukabiliana na maisha yenu. Sasa tunaona jinsi gani watu wanaishi mke na mume, wengine imekuwa ni chungu kweli kweli. lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu wale ambao wanaishi vizuri kwa upendo, wanaleana kitakatifu na kulea watoto kitakatifu, hao tunawapongeza na tumshukuru Mungu kwa ajili ya hao lakini pia mahali pengine panaonekana masikitiko makubwa. Mume na mke mmoja, anajisikia ametekwa, yuko kwenye hali ambayo ni kaburini, anaomba Mungu amtoe kaburini huko apate furaha. Udanganyifu na kuwa ndani ya hiyo ndoa, watu wanakataa kufunga ndoa, wanaishi kwenye hali ya kudanganyana tu. Sasa utumwa huo kwa mtu ambaye alishabatizwa na akajiandikisha upya, kurudi utumwani ni changamoto wanaoishi kwa furaha ni wale ambao wametulia katika nafsi zao. Wakati watumwa walipofunguliwa kule Zanzibar kwenye soko la watumwa walifunguliwa kwenye muda wa saa sita hivi, wakaondoka kwa furaha. Ilipofika jioni, baadhi yao hawakuwa na mahali pa kwenda, wakarudi kwa mabwana zao, wakaenda kuomba warudishwe kwenye utumwa ili wapate chakula na matunzo wakabaki hivyo kwa maisha yao yote na watoto wao kujiuza upya katika utumwa baada ya kutangazwa kwamba kuna uhuru wa watumwa. Vivyo hivyo, Kristo anapofufuka, ametoka kaburini, kaburi liko tupu, liko wazi. Tusirudi tu makaburini, bali tuishi maisha mapya ya mahusiano, maisha mapya na jirani zetu na ndugu zetu, maisha mapya katika ndoa, maisha mapya katika imani na hivyo tuweze kutangaza utukufu wa Mungu kwa ushuhuda unaoweka wazi. Kumbe msamaha na toba unafungua maisha ambayo yanampa Mungu sifa na utukufu, mwanadamu anapata uokovu, na yote haya ni kwa sifa na utukufu wa Mungu. Na natakieni, wapendwa, heri na baraka za Pasaka, na Kristo atawale familia zetu na jumuiya zetu. Tumsifu Yesu Kristo.